Mimi nikiwa mmoja wa wafuasi kindakindaki wa baba wa taifa napata faraja sana kuona chuo hiki kinapewa jina, kimejengwa kwa heshima ya baba wa taifa, chuo cha kilimo na teknolojia cha Mwalimu Nyerere. Wote tunajua kwamba hakuna kitu ambacho baba wa taifa alikisimamia kama kilimo na maendeleo vijijini. Baba wa taifa alitaka watu wetu wote wa vijijini wapate wa maendeleo kama walivyo watu wa mjini.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 lakini yeye kasimamia kasimamia chuo hiki kijengwe. Tumesomewa hapa zaidi ya bilioni mia moja na mbili zimetolewa katika kukamilisha miradi hii na zimetolewa kwa sababu ya dhamira ya mama Samia kuona kwamba chuo hiki kinajengwa. Mkiangalia kwa makini, mkisoma falsafa ya mwalimu Nyerere, mkiona, mkijifunza ambavyo Nyerere alikuwa alijenga taifa letu, mtagundua kwamba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 Rais wetu anatamani watanzania waendelee kuwa na amani, upendo na mshikamano. Ni hamu yangu kuona kwamba watanzania tunaendelea kumuunga, kumuunga mkono Rais Samia kwa sababu ndoto zake kwa nchi yetu zina tija kubwa sana kwa taifa letu.